Tumekuwa yeah, tumeanza well prepared vizuri wiki so sasa hivi focus yetu iko kwa, kwa game ya Sharks. Labda unazungumziaje yeah, game ya weekend mlipata win na wewe ambao hii msimu haijakuwa vile game ilikuwaje? Yeah, game ilikuwa ngumu <laughs> yeah, tulikuwa we, lakini tulijikaza, tulitoka, tulitangulia <laughs> wakarejesha kupata bao yao mwisho, ushi ya ushindi ilikuwa nzuri kwetu. Labda unazungumziaje mwamko mpya kwa timu unaanza kuonekana? Nini ambacho kimechange kama ma player na team? Ya, yeah, mimi naona ya na, na, coach coach alipokuja alituweka pamoja tuka tuko unit vitu so, zikaanza ku flow sasa, ndio tunashukuru, na bado tunang'ana na hiyo, tunaelekea weekend mafans nawaambia watarajie nini, na mko vipi kama team? Yeah, team kwa mudi tuko vizuri, mimi najituma, fans watokee kwa wingi, tutawapea points tatu inshallah. Ya pili ikifikia mwezi <tipi> Aprili, yeah. <tipi> ya yeah, sasa hii target yetu ni kuingia hapo top 5. Then tukifika hapo ndo tutajua nawapi no. Lakini ligi bado iko open, so bado tuko na hiyo uwezo wa kushindania hiyo title.